Ni Ijumaa ya Mei 26 mwaka 2017. Karibu tena katika MCL Magazetini na leo utakuwa nami Susan Mwilo, na kama kawaida, tutakuwa na uchambuzi wa gazeti la Mwananchi, The Citizen na Mwanasporti, na moja kwa moja ninaanza kuzungumza na muhariri wa miradi maalum wa gazeti la Mwananchi Tausi Mboe, karibu sana katika MCL Magazetini. Asante, Susan, karibu kitu, kitu. Shukran. Asante, kwenye gazeti la Mwananchi leo wasomaji wategemee kitu gani? Asante, Susan. Katika gazeti lako la Mwananchi leo wasomaji wa makubwa, lakini kubwa zaidi habari yetu inaongoza inahusu jinsi mawaziri walivyomwangusha Rais Magufuli. Ni kwa vipi basi Susan, na kwa, kwa ni mawaziri gani? Wakisema gazeti la Mwananchi watapata kila kitu, lakini habari yetu nyingine inahusu Lowasa na Lipumba wamekutana uso kwa uso. Kama wanavyojua ni zaidi ya mwaka mmoja na nusu sasa hawajawahi kukutana, lakini jana wamekutana. Basi walikutana wapi na waliongea nini? Gazeti lako la Mwananchi linakupa kila kitu lakini kama unavyojua tuna zaidi ya mw, ya mwezi, ya wa wiki moja sasa. Tuna ripoti maalumu ya kuhusu mauaji Kibiti. Mwananchi imechambua kwa kina, na leo basi nakuonyesha chanzo cha mauaji. Pata gazeti lako la Mwananchi utafahamu kila kitu. Na kwenye upande wa michezo, katika upande wetu wa michezo leo Suzani, kuna habari moja kubwa zaidi ambayo inahusu mashabiki. Kama unavyojua ligi kuu bala imemaliza muda wake, na Yanga amekuwa bingwa, ametawazwa na jana tulikuwa na sherehe za kuwapongeza wachezaji bora, lakini kuna tathmini imefanyika ambayo inaonyesha kwamba mashabiki mwaka huu wamepungua. Kwa vipi basi wamepungua, na kwa nini? Pata gazeti kwa Mwananchi, itakupa kila kitu. Shukran sana Tausi Mboe, ni kuache uendelee na kazi nyingine, tunatumaini kupata makubwa zaidi. ni kweli, kwenye gazeti la kesho ni kweli, Susan kama unavyoona, kumekuta na tumeshaanza maandalizi ya gazeti la kesho sawa. Kwa hiyo wasomaji wetu wakae mkao wa kula, kesho watapata kila kitu ambacho wana ni bora zaidi hata leo. Kazi njema, asante Susan. Baada ya kupata uchambuzi wa gazeti la Mwananchi na kufahamu kwa uchache yaliyomo kwenye gazeti hilo kwa siku ya leo, sasa tunazungumza na mwandishi wa gazeti la The Citizen, Frank Kimboy, ambaye na yeye atatueleza kwa ufupi yaliyomo kwenye gazeti la The Citizen na wasomaji wategemee nini hasa. Karibu sana Frank Kimboy kwenye MCL Magazetini. Kwa moja kwa moja, kwenye gazeti la The Citizen leo wasomaji wategemee kitu gani hasa? ya msomaji apate kusoma story mbalimbali, ufanye uchunguzi kwa kina yetu kesho. Kubwa ni kuhusu mauaji yanayoendelea Kibiti. Chama cha Mapinduzi, ambacho wafuasi wake wengi ndio wameuawa, kimetoa tamko. Kwa hiyo msomaji akitaka kujua ni tamko gani, upate kopi yake The Citizen hiyo kesho, na pia tuna story kuhusu maamuzi ya Rais Magufuli kuzuia usafirishaji wa mchanga wa madini nje. Sasa ile kampuni ya Kesha, kuna mambo ambayo yameendelea. Kwa hiyo msomaji akitaka kujua nini kimeendelea, kime apate kopi ya The Citizen. Na kwa upande wa michezo, msomaji apate kopi yake ya The Citizen ajue kuna ule mpambano wa fainali ya kombe la FA kati ya Simba na Mbao, kwa hiyo kuna uchambuzi wa kina na yale amshaamsha ya nania ya mechi imeshaanza itachezwa Jumamosi ku na. Hadi kufikia hapo, mtazamaji wa MCL magazetini, tumefika mwisho wa uchambuzi wa magazeti yetu ya Mwananchi na The Citizen. Lakini kwa kupata kwa habari za kina zaidi, unaweza kupata nakala yako ya magazeti hayo, na pia unaweza kutembelea mitandao ya kijamii ya magazeti hayo kupata habari zaidi. Asante.